Jeshi letu la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola, lakini pia wananchi, linaendelea kuhakikisha kuwa swala la usalama katika jiji la Dar es Salaam linaimarishwa kwa kiwango cha juu ili kuona kwamba wananchi wa jiji hili wanaendelea bila hofu na shughuli mbali mbalimbali za kwao za kiuchumi za kisiasa, lakini pia za kijamii bila kuwa na bughudha yoyote. Tarehe 22 mwezi wa sita majira ya saa 12 na dakika 45 kwenye mtaa wa Kibasila ambao upo Upanga Mashariki kwenye wilaya ya Ilala. Ilitokea taarifa ya mfanyakazi wa ndani ambaye baada ya ufuatiliaji amefahamika kwa jina la Zainabu Omari anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka arobaini na sita. Huyu alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa kazi za usafi. Mfanyakazi huyu anadaiwa akiwa kwenye ghorofa ya tatu na akiendelea na shughuli zake za usafi kwenye backyard nje ya jengo hilo kwa juu, aliteleza na kudondoka mpaka chini na baadaye kupoteza maisha. Taarifa hii ambayo imeonyesha kuwepo kwa kifo cha mfanyakazi huyu wa ndani